di ya mikopo tunawekeza kwa ajili ya future yako. Lakini vilevile katika ngazi ya vyuo vikuu mwaka huu 2024 kulikuwa na jumla ya wanafunzi laki 334854 wanawake wakiwa asilimia 44.95, karibu asilimia 45. Tunakwenda kwenye hamsini hamsini, na huku ndio kulikuwa kugumu sana watoto wa kike kutoboa kuingia vyuo vikuu. Sasa tuko asilimia 45 tunakwenda kwenye hamsini hamsini. Ongezeko hili linachagizwa na uwekezaji mkubwa uliofanyika katika ngazi za shule msingi, sekondari na pia matokeo ya uwekezaji mkubwa kwenye mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu, ikiwemo ongezeko la bajeti ya mikopo ya elimu ya juu ambapo imekuwa kutoka shilingi bilioni 450 mwaka 2021 na sasa Uh, mikopo yetu kwa elimu ya juu ni bilioni 787 kwa mwaka huu tunaoendelea nao, ambapo sasa mikopo hiyo inatolewa hadi katika programu za diploma kwa maeneo maalum. Vilevile, katika kuchochea wanafunzi kuchagua masomo ya sayansi, serikali imeanzisha ufadhili uh, wa asilimia mia kwa watoto wote wanaochukua masomo ya sayansi watoto wote, hii inaitwa Samia Scholarship kwa vijana wetu wanaofaulu masomo ya sayansi. Lakini katika jitihada za kipekee tunajenga shule maalumu za wasichana kwa masomo ya sayansi, na shule hizi zimeshajengwa, kila mkoa kuna shule moja ya wasichana kwa masomo ya sayansi. Bodi ya mikopo, tunawekeza kwa ajili ya future yako.